Viumbe wa mwenyezi Mungu waliopata mapungufu, kuna ambao hawana macho, hawana masikio, wana midomo lakini hawazungumzi. Akafikiria zile neema, akaona jicho lile, siku moja akamshukuru mwenyezi Mungu na akamwambia mwenyezi Mungu na kuomba usinipe upofu juu ya neema kama hii. Nani alishawahi sasa hii neema ya jicho? Aliyadhu billah siku ukajiona huoni, jicho moja linakugharimu mapesa mengi mara nimefanyia operesheni ndo unaanza kukumbuka sasa. Ni kawaida ya binadamu, lakini tumehimizwa tusizisahau neema. Katika nchi yetu ya Tanzania kuna kitu kimetokea kidogo, katika intikhabati ulitokea mambo ya uchaguzi. Lakini kabla ya uchaguzi, tunawashukuru sana ulama, tunashukuru sana ashuyur tunawashukuru sana adduat walinganizi wengi sana wa Kiislamu kwa kupitia kitabu kitukufu cha Kiislamu walikuwa wakihubiri amani. Ndugu zangu wa Islam, twende kidogo kidogo. Mashekh katika mimbari hawahubiri siasa. Siasa sisi katika mimbari ya Mtume Muhammad, makosa sio sehemu yake. Hii ni mimbari ya Mtume Sio mimbari ya waumini wa, wa msikiti wa haka, pengine mwenyewe angekuwepo labda hata na mimi singepata fursa ya kusimama mimbar. Ni sehemu za heshima kubwa sana, kwa hiyo hatuhubiri asiasija fi lmasjidi fi lmadabiri. Mashaekhe walikuwa wakihubiri Uislamu kwa sababu Uislamu umehimiza jambo la amani, na mara nyingi watu wakiwa na kalbu naki nyoyo safi nyoyo twahara, mara nyingine kana kwamba wanakuwa na hisia na mambo yatakayokuja baadaye, wakahubiri amani sana. Na kwa nini wasihubiri amani? Kwa so, Uislamu umeamrisha mtu apate amani maeneo makuu matano. Ukisikia kuna amani Amani ni mambo matano, na nitakwambia kitu utashangaa wewe. Unajua amani ina thamani kuliko mali, amani ina thamani kuliko haki. Utashangaa wewe mara nyingi sehemu, na nitakuonesha mifano. Mtume sallallahu alaihi wasallama kaiacha haki bure bure kwa sababu ya amani. Amani ni jambo moja muhimu sana Amani na amani, ili uelewe maeneo matano, upate amani na maeneo matano yakikosekana, amani hupati, haki hupati, mali hupati, uhai umepoteza, kila kitu, na wewe unakuwa sifuru. Ya dai amani, amani, Waislamu ni jambo moja muhimu sana. Uislamu unasema, sehemu ya mwanzo inatakiwa mtu apate imani apate amani ndani ya nafsi yake. Uislamu umekataza kumtisha tisha mtu. Uislamu umekukemea ukakwambia laisa minna, we si miongoni mwa Waislamu angalau umebeba silaha mbele za Waislamu wenzio, umeingia na panga, watu wote wanaliona. Uislamu unakataza kwa sababu utatukosesha amani ndani ya roho zetu kumpa mwenzio amani katika roho yake usimfadhaishe, ili ni jambo la lazima kabisa. Nabi Allah Musa alayhi wa ala nabiyin na ssalatu wassalam alikosa amani sehemu nyingi. siku miongoni mwa siku, wa qala firaun utuni bikulli sahirin aalih. Qalu ya Musa, aya nyingine naruka qalu ya musa imma tulqiya wa imma nakuna awwal man alqa Musa yegusema mapambano ya kichawi na wewe na nianze kutangulia, qala bal alqu fa idha hibaluhum wa isijuhum. Angalia, wachawi wakachukua, hibaluhum hibalun ni jamu ya hablun, wakachukua kamba zikatiwa dawa, wa isijuhum, isii ni jamu ya asa, na bakora nyingi yukhayyal wakafanya takhyil mazingaumbwe, kuroga macho ya watu, yakatokea majoka mengi. Nabii Musa ni mwanadamu, akakosa amani, akakosa amani. Faaujasa fi nafsihi khifa, Musa akapata wasiwasi mkubwa, hali itakuwaje? Lakini Mwenyezi Mungu akaja kumpa amani, akasema kulna la takhaf innaka antal a'la, tukamwambia Nabii Musa usiogope na wewe utakuwa wajuu, na wewe utakuwa wajuu, utawashinda, usiogope. Nabii Musa akapata amani, alikosa amani ndani ya roho yake. Kwa hiyo ukisikia amani, amani, amani, katika nafsi amani. Sehemu ya pili ni kumpa mtu amani ndani ya mali yake. Hili ni jambo la lazima, lazima kusalimisha kipato cha mtu. Sehemu ya tatu ya amani ni kumpa mtu amani katika familia yake. Umetoka umekuja kuswali mpaka unarudi, uhakikishe familia yako ipo katika amani. Lakini amani sehemu ya nne, ambayo ni jambo la lazima, si jambo la khiari kumpa mwenzie amani, sehemu hiyo katika heshima yake. Mtu lazima umpe mtu heshima. Uislamu unasema fa inna riba bid'an wa sab'ina baba riba ina zaidi ya milango sabiini aalaha antunki halmaru ummi. Mlango wa chini dhambi ndogo duni ya riba ni kufanya mtu machafu na mama yake. Hiyo ndo dhambi ndogo haya, kubwa itakuwaje? Na kubwa yenyewe Mtume ni ipi? Asema dhambi kubwa ni kuvunja heshima ya mtu, Mwenyezi Mungu kesha mheshimisha, ukavunja heshima yake. Huna ruksa ya kumvunjia mtu heshima, hata kama mwenyewe kashajivunjia heshima, hata kama mwenyewe hajiheshimu, ni mzee mlevi anato, lakini usimvunjie heshima yake na ulevi wake. Uislamu umekataza amara na, amara na Rasulullah, anunazila nnasa manazilahum. Mtume katuambia lazima tuwaheshimu watu. Kwa hiyo pia mtu katika heshima yake apate amana, lakini pia kumpa mtu heshi amani katika viungo vyake, asipasuliwe jicho, asivunjwe miguu, undo mkusanyiko kwa uchache wa amani. Sasa sisi katika nchi yetu ya Tanzania wa Islamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ametutunuku tunu hii ya amani ndani ya Tanzania, tunasalimisha mali zetu, mpaka kuna watu wanje wanakimbilia kuinvest, kuwekeza Tanzania kwa sababu usalama huko. Inawezekana hivi sasa una genge lako hapo nyuma, umeliacha hivyo hivyo, umekuja kuswali, na utalikuta vile vile. Hii ni hali ya Tanzania. Inawezekana una mlango wa spare, umeshusha tu ule mlango, umekuja kuswali, hata iba nani, hakuna anayekuibia. Hili Tanzania tuko nalo, lakini heshima, lakini amani katika majumba, huu ndo mkusanyiko wa amani. Sasa amani ilivyokuwa ina thamani sana, Mtume aliitafuta amani kwa kiasi kikubwa mpaka ukaambiwa. Sasa amani ina thamani kuliko baadhi ya mapesa mnayoyahitaji, amani ina thamani kuliko baadhi ya haki unazozidai. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna baadhi ya haki aliziwacha pale Maka, wulida fi Makkah alazaliwa pale mji wa Maka, mji wa Maka ni mji ambao una permanenti ya amani kutoka kwa Allah. Maka haijawahi kupiganwa vita hata mara moja, na ukiona Maka kuna vita, hesabia ni kiyama. Utakutajia aya nyingi sana waidh jaalna lbaita mathabatan linnasi wa amna, kumbukeni tulivyofanya hii nyumba ya Maka hii ni sehemu ya watu, watafika wa amna na ni sehemu ya kuwa na amani hapa Maka hapa, lakini Nabii Ibrahimu asema rabbi jal hadha baladan amina, Mwenyezi Mungu ufanye huu mji wa Maka uwe na amani. Lakini si hivyo tu, wa hadha lbaladi lamin. Lakini kuna aya nyingine pia, Nabii Ibrahimu anazidi kupataja pale ni sehemu ya kama mara nne. Maka kuna sehemu ya amani, sehemu ya amani, ndiyo maana Masihi dajar atazunguka dunia nzima yote, lakini hatoingia mji wa Maka wala Madina. Na sio yeye tu, hata maradhi ya mripuko maradhi ya tauni, kipindupindu kitazuiwa siku hiyo, hakitoingia pale Maka kabisa. Baadhi ya ishara mbaya mbaya zile za siku ya Kiyama, ukiwa Maka umesalimika. Ni mji ambao mtume anaupenda, ni mji ambao umezaa Makuraish, ashraf kabirat fi makkatal mukarrama kuna makabila mengi pale Maka, lakini hakuna kabila lilokuwa juu na tukufu kama kabila la Kikuraishi. Na ile iko Maka Waislamu, Mtume sallallahu alayhi wasalama, yuko pamoja na Waislamu. Waislamu wakaanza kuteswa, amani ikakosekana. Cha mwanzo Mtume akaambia Waislamu akiwemo Saidina Jaafar wakimirie Uhabashi, kwa Wakristo wanaenda kuomba hifadhi kwa Wakristo. Sisi na Wakristo wapi na wapi? Sisi ni majirani wetu, lakini hatukai na wao hapa. Mtume kawatoa kwa sababu ilikosekana kidogo amani, angalau wakakae kule kwa Wakristo. Sio sehemu munasibu, lakini tutafanyaje? Tunaomba amani. Walivyorudi hali bado si shwari. Siku miongoni mwa siku, yeye mwenyewe akaamua kuhama Anaondoka nauuambia mji wa Maka na kuacha huku, nakupenda. Alikuwa anapenda sana Maka mwenyewe, akawa anasema ahadhu dari walichukua nyumba yangu, wakulla maamlik, kila nnachomiliki, wakamuua binti yangu kwa kumpiga mkuki katika mimba Zainabu. Hali ikawa mbaya kweli kweli, mtume akaacha haki yake ya kuishi katika sehemu aliozaliwa. Leo we ni kuambie, Dar es Salaam hapa usha investi hiki na kile una viduka, una vigari, una mke, una watoto umewasomesha mashule. Mufaja anambia, kuanzia sasa hapa unaondoka, unaenda kuishi Mbeya, hujui unaanzia wapi? Hey, hujui chochote utakapoanzia. Ufikiri ni mtihani mdogo? lakini mtume kwa thamani ya amani aliacha haki hii. Lakini mpaka katika mambo ya dini tuliona, wakati alivyofikia kule Madina bado mambo yakawa si sawa, vita vikawa vinaendelea, uadui unaendelea. Basi kukawa na mkataba unaitwa Sulhu Hudaibia, ni mkataba wa ajabu huu. Tumepewa masharti na Makuraishi wa Maka, e bwana, e wanae, tunaweka huu mkataba, akitoka mtu yoyote Maka kuja Madina kuja kusilimu, mkatazi asiingie katika Uislamu. Hii si jambo la haki hili jamanini Sahaba wakatoka afuangalia, lakini akitoka Madina Akija Maka huyo ni wetu, tunamrtadisha harudi tena. Mtume akasema naam. Wakatoka baadhi ya sahaba, walivyofika kule waambia, ya Rasulullah, tumekuja kusilimu. Mtume akaambia, hapana, msisilimu, mtatuletea matatizo, subirini, tupo kipindi cha mkataba. Angalia mtume huyo. Tena hao masahaba si mbali, mtizame Saina Ali radhiallahu taala anhu, mdogo wake anakuja Saina Ali, siku hizo aambia: ya Rasulullah, nimekuamini. ni mdogo Saina Ali, ntaka kuingia katika Uislamu. Mtume ndo anatafuta watu waingie katika dini, lakini akamwambia, shawir abaka kabla antuslim. najua baba yako ni ami yangu, lakini nenda kwanza, kamtake ushauri kabla hujasilimu. Bimaana akikukubalia njo nikusilimishe Akikukatalia epukana na msimamo wa babako. Hili jambo la kusilimu waislamu ni jambo la haki kubwa, hili halina kucheleweshwa, lakini amani, Mtume alikuwa anafanya dawa kwa tageti akitafuta nguvu polepole, pole, hakuwa na haraka. Hivyo basi, baadhi ya haki kama hizi zikakosekana kwa umuhimu wa amani. Baba yako ananishikilia hivi sasa, natangaza dini na kadha wa kadha, lakini baadaye akaja akaslimu, akaambia lamma khalaqtani Allah, kipindi mimi Mwenyezi Mungu ananiumba. Mbona hajamshauri hata baba? Sasa leo imekuja dini yake Allah, aliumba kila kitu, mimi nishakuwa Muislamu. Sasa ndugu zangu wa Kiislamu, sisi Waislamu tumepewa neema, la turafu neema ila bizawaliha, watu huwa hawaitambui neema mpaka iwaondoke. Katika viwanja vya Arafa, Mtume alikuwa akiomba dua sana, allahumma inni audhubika min zawali neema. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, nakuomba uniweke mbali na kupotewa na neema. Mshairi mmoja asema, faidha kunta fi neema faraha. Ukiwa katika neema yoyote, hembu ichunge wadumi bishukrin ilahi, najitahidi kumshukuru Mwenyezi Mungu ili aizidishe. Usimwasi kwa sababu ukimwasi Mwenyezi Mungu ile neema inaondoka. Nchi ya Tanzania sisi tuna neema kubwa, na neema yenyewe ni neema ya amani. Kabla ya uchaguzi wa Islamu nilienda kutoa hutuba msikiti wa Mwananyamala. Nilipofika pale, nikazungumzia hutuba ya Ijumaa, nikazungumzia amani nikawaasa viongozi wasimame pozisheni yao wanaogombea wote. Unajua maana ya uchaguzi, yuko atakayepata, yupo atakayeshindwa. Nikawaasa katika jambo hili na nikasema, Rahimallahu mra'an arafa makanahu waqafa inda haddihi, Mwenyezi Mungu anamrehemu anayejua pozisheni yake ni wapi na akasimama bila ya kuhimizwa. Raia asimame sehemu yake, kiongozi asimame sehemu yake. Sizungumzi siasa, lakini uislamu unasema hasa kila wiki, matukio ya wiki lazima yazungumzwe, na sisi ni mihimili. Watu kama hapa haka, sijui ni watu wangapi wamejaa. Unapata fursa ya kuwaambia kitu chochote, wataambiwa na nani usipowaambia katika Ijumaa? Twendeni kwenye uchaguzi, tumwombe Mungu amani. Nikasema amani ikikosekana, amani ikikosekana, mambo mengi yataharibika. Tuachieni jamani nchi hii, tushazoea kusomeshana Riyadhu Salihina wenyewe tushazoea, huyu aadhini huyu yakimu, tushazoea ya, nitaenda hapo nitapata unga wangu wa muhogo nitakuja nitakula. Yashatutosha. Amani kitu muhimu, hatununuliwi jamanini. Na tukasema sisi hakuna sehemu nyingine ya kuishi, sehemu yetu ndio hii hapa kama sisi ni raia wa Tanzania, hatuna Tanzania nyingine jamanini. Tumuombeeni Mungu upite uchaguzi salama salimini. Na tuombe dua, kwa sababu waislamu tuna dua nyingi sana, mambo yapite. Atakayepita basi, mashaallah. Nikazungumza jambo kama hii katika hotuba kama ile, nikapitia, manake kamera ni nyingi, nikaona kamera moja, komenti yake nilivyosoma, inasema hata sikuamini vile nilivyokuwa nikikuchukulia we shekhe, tofauti sikuweza kujua, na we utaongea maneno mabovu kama haya, eti kuhamasisha jambo la amani, kisha nunuliwa hawa watu hawa. Nikasikitika sana. Na kwenye hutuba kama ile alisema hivi, awa wanaowanunua watu wako wapi? Basi na sisi tuone tunanunuliwaje. Hakuna kitu kama hichi, amani tu basi. Walillahi lhamdu, nitakuambieni jambo Waislamu, jambo moja muhimu sana na hili nasema katika mimbarso. Ni hadithi, kuna hadithi mbili. Hadithi ya mwanzo inasema, endapo umma utaacha kazi ya kuamrisha mema na kukataza mabaya, hurimata alayhim lbarakatu lwahi, watanyimwa baraka za ufunuo, watanyimwa zile hisia. Kutatokea kitu gani? Hilo la kwanza. Hadithi ya pili inasema arruya min Allah, ndefu naishia hapo. Hizi ndoto ndoto hizi zinatoka kwake Allah subhanahu wa taala. Famanraa minkum arruya yakrahuha, lakini inaanza yuhibuha. Mtu akiona ndoto nzuri afanye hivi, mtu akiona ndoto mbaya afanye hivi. Tena nakumbuka katika mimbari hii hapa, siku moja nilitoaga hutuba nikazungumzia masala ya ndoto Nikasema wahai uliobakia Waislamu ni ndoto, na nikasema, nakumbuka haya maneno, Mwislamu hufai ukawa huoti kabisa, usiende hivi hivi. Basi walillahi alhamdi. Kwa hiyo kuna zile hisia za wahai, lakini kuna ndoto. Usiku wa kuamkia Jumanne Jumatano ndo tunafanya sisi masala ya kupiga kura, nikaota ndoto kwa sababu kifua changu ni kidogo midia nazo, lakini nilishindwa kuisimulia ndoto ile, lakini watu wa chini niliwasimulia kidogo. Basi asubuhi mimi nilivyoamka, nilikuwa na vigari vyangu viwili vitatu barazani, vyote nikavitoa, nikaenda kuvificha huko ninakojua mimi mwenyewe. Sina utaratibu wa kuchukua chochote nyumbani cha muda mrefu, nikachukua kila kitu Mtu mmoja kaambia hai, kulikuaje? Nikaambia namuomba Allah salama kustokea hata tatizo, lakini kidogo nilichokiona katika ndoto inaonekana, hata hapo haka hatutoenda kuswali jamaa hapo. Kwa hiyo nimechukua matlaba yangu na nina vijana karibia hamsini, kila mmoja nikampa matlaba yake, nikaambia kaa kwako kidogo, piga uchaguzi upite, lakini kaa kwako kidogo na kama nimekupa shilingi usitie mfukoni Ishike hii, angalia umuhimu wa ndoto, Waislamu, wallahi, nikaamka siku ya Jumatano, nilikuwa na homa kali, nikaenda mpaka pale polisi pale, wapi tunapiga jamani kura? Ah, pale nenda pale haka, nikaja mpaka haka, nikafanya jambo kama lile, niliwaasa watu, tumeambiwa baada hapo jamani, turudini nyumbani. Baada ya kurudi, muda mchache tu hali ikabadilika, hasa Buguruni yetu hii ikawa vibaya kweli kweli mimi na namba za viongozi wengi maimamu wengi wameathirika. Unajua kwa nini wameathirika? Kwa sababu wengi wetu sisi wadaka tonge mpaka utoke ndo unakula. Watu wengi waliathirika na kibaya zaidi, mpaka mitandao ikao haifanyi miamala, kadri hali inavyokwenda, watu waliumia. Muda mchache tu nikawa nawaambia mashehe wenzangu, inshallah hii hali itaisha, lakini Mwenyezi Mungu anataka kutuonesha thamani ya amani tuliokuwa nayo. Nilikuwa na mtoto nyumbani, ameshikwa na pumu vikali kweli kweli, huyo anaishi kwa sindano ni hapo chini tu Anglikana, ataweza kwenda? Nikazungumza na imamu, imamu akaniambia hali ya hapa na Ijumaa pakawa sijui hata kama khatibu alisimama kwa kiasi, yaani katika misikiti ya Buguruni msikiti mmoja unaitwa Masjidi Msufini. Akanambia, Shekhe, huku kwetu ni bondeni, hakuna shida sana. Lakini hapa tulipo sisi tupo msikitini, sijui ni safu moja, tutasali bila ya maiki, kisha baada ya salamu kila mmoja nyumbani kwake. Tukakaa ndani. Sasa nilichokikumbuka katika kufunga maneno yangu, nyumba yangu inawasa kidogo, napanda juu, nashuka chini, nilichoka kwa sababu sijazoea kukaa ndani mmoja anayemiliki vyombo hivi akanipigia simu akaniambia, ikiwa wewe kwenye nyumba kama hiyo unachoka, hebu mfikirie yule mtu ambaye ana chumba kimoja, akigeuka kulia anaona kabati, akigeuka huku anaona kitanda, alafu ana watoto alafu hana cha kukila, inakuwaje hali kama hiyo? na kutoka nje hali ilikuwa ni mbaya kabisa, tukasema hii ni amani. Sasa ninachosikitika sisi, ninachokisikitikia mimi, watu ambao walituhamasisha tufanye ya kuyafanya ambayo yataleta madhara, na sisi kwanza, hawamiliki amani wala hawana mfano, kwamba tutafanya jambo hili likitokea hili tutakuhifadhi, hivi hawana mtandao wote ule wa amani, hilo la kwanza. Lakini baya zaidi, wako mbali hata na sisi, ikafikia steji, sehemu ya dini yetu imeathirika, hutuba, tulikuwa hatuna fursa. Mimi nakaribia miaka nane tokea ni hame Buguruni hakuna hata siku moja nilishawahi kuacha kuhutubu. Haijawahi kutokea hata siku moja, lakini wiki ile iliyopita siku sikuhutubu nilibakia nyumbani tu, ili niuma kweli kweli, sio kuna ujira kuhutubia watu. Kwa hiyo amani ni kitu muhimu. Bani Israel Mwenyezi Mungu alisambaratisha lile taifa, aliwaletea maradhi, aliwapa mitihani. Kwa sababu aliambia, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wakumbuke neema ambayo Allah amewapa, lakini wakaidharau. Sisi katika nchi yetu ya Tanzania, Waislamu wa Islamu, amani sisi tunayo amani kweli kweli, amani ya hali ya juu, lakini juzi ikatokea mitikisiko kidogo, tulipata tabu wengi. Tena si sinikuambie kabisa, si tabu hivi hivi. Wako baadhi ya walinganizi wamelingania maskini amani na wameondoka, wamekufa juzi tulikuwa tukiambiana ah, bwana shekhe wetu fulani, bwana inna lillah. Leo kwenye grupu mtu mwana shekhe wetu mwana basi, inna lillah. Hivi ndo hali ilivyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam, kufunga maneno yangu ya mwisho, anasema hivi, Waislamu au watu wote duniani ni kama wasafiri wakiwa katika jahazi moja, lakini lile jahazi lina staha ya chini na juu. Sasa wale wa chini wakihitaji maji, lazima wayaombe kwa wale wa juu. Kisha wale wa chini wakashauriana kwamba kila tukiwaomba juu maji tunawaudhi, bora tutoboe huku chini kwenye jahazi, ili tusiwaudhi manfaukina walo kuepo juu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema endapo hawa watu wajuu watawaacha wale wa chini kwa rai yao watoboe chombo hiki, halaku wa halaku, jamia wa wachini wataangamia, chombo kitazama na wajuu kisha Mtume akasema, lakini hao wajuu wakiwakataza hao wachini wataokoka wote. Tunashukuru na tunapokrepo hendi nyingi, kongere nyingi kwa ulama, kwa masheikh walikuwa wakisema, hasa mufti wa nchi hii, jamani, ni hakuna jambo kubwa, min alamati limani hubbul watan, miongoni mwa alama ya imani ni mtu kupenda uzalendo. Jamani, tulindeni Amani katika nchi yetu tumuombeni Allah atupitishe salama. Kisha akasema mzee yule, hapa Tanzania ndio petu, hamna sehemu nyingine ya kuishi sisi. Tutapata mitihani sisi, wakatuzindua wakasema wakasema wakasema, lakini fitna zikataka kushinda, ikatokea mitihani tena. Mzee kama yule naambiwa asubuhi, ah, mufti katangaza kwa usalama, watu wasiende kusali msikitini Ijumaa, waambieni mashehe wasiende kwa usalama. Haya, mnaniambiaje Waislamu katika jamii, kukiwa hakuadhiniwi, kukiwa hakupatikani sala ya Ijumaa? Huu ni mtihani mkubwa sana, mtihani mkubwa sana kwelikweli. Kwa hiyo sisi tunazidi kusema mambo kidogo yameisha, lakini bado kuna mihemko ya hapa na pale. Waislamu tuendeleze dua sana tu, lakini mbali ya dua tufanye dawa, tulinganiane amani, tulinganiane amani, kwa sababu siku fichi, nenda Kenya, nenda Uganda, hizi nchi nchi zetu zote Afrika Mashariki, nenda mpaka Burundi, hakuna sehemu yenye vipaji vya kila kitu kama Tanzania. Ukitafuta watu, mtu mmoja anasema hiyo Qur'ani unzila fi Makkah, Qur'ani hii imeshuka Makkah na Madina, wa quria Masri na viraati kasomwa kwa utaalamu pale Masri, wauria Tanzania. Lakini Qur'ani imeibiwa bwana Tanzania. Hapa Tanzania ukimtaka mahiri utampata, hasa msikiti huu, kila alfajiri unamsikia Sheikh Mahiri anasoma, tena saa nyingine unaweza kusema mbona kama anamzidi mahiri mwenyewe. Ukimtaka Sudais Tanzania yupo, taklidi ya hali ya juu. Huyo Abdul Basti wako wangapi hapa? Huyo Hani Rifai wako wangapi wa Tanzania bwana? kwa vipaji vya Qur'ani wanatisha, kwa vipaji vya kaswida wanatisha. Hata katika ulinganizi tunawashinda wa Kenya, tunawashinda watu wote. Tumetulia, tuna vipaji katika dini kweli kweli. Hizi zote ni neema. Hizi neema kama hizi zipotee potee vipi? Sasa si nikukumbushe cha mwisho, maana na mimi kwa kurefusha akinishamaliza. Mimi nimeenda mpaka Rwanda mpaka Burundi, nimeenda mpaka Burundi mpaka mpaka boda la Angola.